Rrrr, ni kwenye mwanzo mwanzo wa sinema, short films mwanzomwanzo wa horror sinema. Umekuandalia sinema zeti zikuwa zimeandaliwa na Ray Brand pia, na hapo, mtazamaji, tutakuja kupata kijana fulani kwa jina shotiana na hapo kwenye title ikuwa ni My Stick Things Makosa, na hapo hapo tutakuja kupata kijana fulani anafata chiki huyo, wow. anatoa wa moto walai, unasasema ni moto wa kote ote, ambali oh wala ile lazima ni kule nyama na mtazamaji. Sasa kijana anafuatwa na inabidi atoroke. Sasa ameshangaa ni hmm, nilikuwa nimeenda wapi? nilikuwa nimeenda wapi na nilikuwa nimeenda kutafuta nini? makosha w wow, hapa ni kubaya. Kwanza ndo huyu jamaa anamtafuta na hapo, jui leo utakuwa sapa kijana leo, lakini kijana leo ameingizia cheki, anamwangalia tu ndani ya msitu cheki. Na hapa sasa jamaa amejitolea sasa leo lazima nikule zapa. Mm. Uh, uko api? Oh. Leo lazima nikukule sapa ikijana, hey, kabidi ametoka mbio hey, hey, hey, miso zikuwa sapa cheki manenu no. Lakini akajitega ah. Sasa hapa ndio alifanya big mistake ito uko kumbe huyu jamaa ni danga manya. Sasa kijana, leo leo umepatikana wewe, ni sapa ya ya ya ya mystic things. Makosa cheki moto